Dakika tisini zimetamatika katika dimba la KMC Complex. Ni mchezo wa fainali wa upande wa wanawake kati ya Simba Queens dhidi ya klabu ya soka ya JKT Queens bingwa 2025 2026, dhahiri shahiri na mtangaza rasmi ni JKT Queens. Mimi niko na mchambuzi Dogo Yusufu, ngoja tuzungumze mawili matatu mambo yanayokuwa yakizungumzia michezo na burudani, kwa namna ambavyo ametazama dakika tisini ndani ya pichi ameziona ni dakika 90 za namna gani hasa? Ah, ah, nianzie kushoto ama nianzie kulia ama nianzie saa saba au nianzie saa tisa. Popote. Nianzie popote. Basi tuipe heshima finali, tuanzie hapa. Nimeshuhudia Simba Queens leo, nimeshuhudia pia vile vile na JKT Queens. Utabe, unaonekana unazidi kuendelea, makucha wanazidi kuonesha kwamba bado wao ni walinda nchi na linapokuja swala la kulinda katika ardhi hii ya Tanzania, JKT Queens anaonesha yale makucha yake na kwamba bado taifa liko sehemu salama, chini ya jeshi ambalo ndio JKT Queens. Umetazama dakika 90 za namna gani haswa? Yeah, nafikiri zilikuwa dakika 90 ngumu kwa ekundu Msimbazi kwa sababu uh, ya namna ambavyo E, jaketi Queens waliingia. Nafikiri moja kati ya kitu ambacho alifanikiwa ni nidhamu ya kiuchezaji. uh, muda mwingi walimwacha Simba acheze mpira, lakini kuna nyakati ambazo ulikuwa unaona wakipora mpira, wanahakikisha wanaenda kuleta uhatari kwenye lango la, la Simba. Nasema hata aina mabao ambayo amefunga ni mabao ambayo yalikuwa yanadhihirisha ubora ambao amekuwa nao, nafikiri Uh, kitu pekee ambacho ananufaika nacho ni kuwa na wachezaji ambao wana muunganiko wa muda mrefu. Nafikiri ndio timu pekee ambayo wachezaji wake wanajuana zaidi kuliko timu nyingine yote. Yani kumekuwa kuna mabadiliko ya mara kwa mara kuunganisha na hizi timu zingine, lakini uh, asilimia kubwa vijana, kwa maana wachezaji ambao umri wao ni mdogo, kuna namna ambavyo wanamsaidia JKT kwa sababu uh, mchezaji akiwa uwanjani anajua nini ambacho anapaswa kufanya. Uh, kuna unatazama wini, namna ambavyo walikuwa anacheza movement zake aliwapo wakati mgumu sana mabeki wa Simba kusababu, kati, kukubwa, kwa sababu kwa nyakati ilibidi watumie nguvu kubwa, kwa maana wamkabe wawili wawili, hata watatu, ili kuhakikisha akiwa na mali aweze kufanya uhatari, lakini bado ubora ambao walikuwa nao aliendelea kuthibitisha hilo. Daraja goli ambalo amelifunga ni goli ambalo alikuwa linahitaji utulivu na ameonyesha hivyo, akaweza kufunga, lakini pesha ambao alikuwa anaipata pia wakaweza kujifunga. Maana yake wakati hali wako nyuma ya mabao mawili, nyakati ambazo wanafikiria kuweza kusawazisha ndo nyakati ambazo JKT Queens anajilinda na kuhakikisha namna gani ambavyo anaweza akapata bao lingine. Kwa hiyo Simba alikuwa na wakati mgumu zaidi kwa sababu Uh, ya movement kwa maana muunganiko wa kiuchezaji wa JKT ambao walikuwa nao, lakini muda mwingi ambao alimwacha acheze mpira, lakini kitu kingine ambacho eh, ni kama JKT alifanikiwa ni kama kuna nyakati ulikuwa unamuona anashambulia, lakini baada ya kuwa amepoteza mpira anarudi kwa uharaka kwenye maeneo yao. Kwa hiyo uh, movement ambazo walikuwa wanazifanya zilikuwa na matokeo chanya kwa sababu kuna nyakati ulikuwa unamwona uh, anajilinda lakini pia anashambulia. Akisha shambulia kama una mpira, maana yake tayari wamesharudi kwenye ule mfumo wao wa kuweza kuzuia. Kwa hiyo kunakuta tayari nyakati ambazo Simba anaanzisha movement tayari wameshajia eneo la nyuma, ikawa ni ngumu kuweza kuwafungua. Nafikiri kwenye eneo la Simba la katikati ni kama lilikamatwa, ndio maana baada ya dakika 45 kipindi cha pili kocha anafanya mabadiliko ya kumtoa Vivian Corazon. Ni mchezaji ambaye amekuwa na uhatari mkubwa, lakini kwenye mchezo wa leo ni kama alishindwa kufanya kile ambacho kocha alikuwa anakihitaji. Kwa hiyo nafikiri sehemu pekee ambayo jeketi walifanikiwa ni nidhamu ya kiuchezaji ambao waliingia nayo kwenye mchezo wa leo lakini kujua majukumu yao wakiwa na mpira, nini ambacho walikuwa wanakifanya. Uwezo wa kufika kwenye matukio kwa wakati ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo nafikiri wanastahili pongezi, kwa sababu hawajashinda kwa bahati mbaya. Utarudi hata kwenye mchezo dhidi ya Young Africans, walionyesha ukomavu dakika za mwisho, wakaweza kuibuka kama washindi kwa mikwaju ya penalty. Lakini kwenye mchezo wa leo haukutaka uwe na mambo mengi sana, nafasi ambazo walizipata kipindi cha kwanza wakaweza kuzitumia. Kwa hiyo ni ukomavu mkubwa na ubora ambao walikuwa nao kwenye mchezo wa leo ndio umefanya kuibuka washindi nafasi nyingi wamezikosa Simba Sports Club, japo wakijaribu kutumia mipira mingi ya counter attack, lakini tunashuhudia umakini ndio umewafanya pengine Simba kukosa taji la hii leo. Unadhani kuna namna structure ambavyo uh, benchi la ufundi likiongozwa na Mgosi pamoja na coach wanabidi waende wakasome ni namna gani wanakuja na taswira mpya kwa msimu ujao, msimu huu wa mwaka 25 26, kwani tayari pazia la ligi kuu la wanawake limeshafunguliwa. Yeah, nafikiri bado ana kazi kubwa ya kufanya kwa sababu kuna baadhi wa ya wachezaji ni mara yao ya kwanza kucheza kwenye ligi yetu, kwa maana sajili ambazo zimefanyika. Kwa hiyo ulikuwa unahitaji kuona kocha akiweza uh, kufanya mabadiliko tofauti tofauti kwa wachezaji ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kucheza, lakini pale ambapo imeshindikana katika wale ambao wamekuwepo, ukaona kaweza kufanya mabadiliko. Uh, nafikiri swala la kujiuliza hata kwenye tuzo ambazo zimetolewa, sijaona mchezaji yote wa Simba. Kwa maana ametoka mchezaji bora katoka JKT, lakini mfungaji bora katoka Young Africans, pamoja na golikipa bora ametoka pia JKT. Manake inawezekana bado kuna vitu ambavyo Simba navikosa, na vikosa na ndio maana vimemfanya kuwa uh, timu ya pili kwenye matukio, kwa maana ndani ya uwanja, lakini pia nje ya uwanja, lakini sehemu pekee ambayo walifanikiwa ni kwa maana walikutana na Mashujaa, of course ni timu nzuri, lakini inawezekana alikuwa ni mpinzani ambaye wanammudu, na ndio maana kwenye mchezo wa leo ni kama ulikuwa uione ile Simba ambayo umeiona kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa, mm-hmm. Kwa hiyo nafikiri bado Mgosi ana kazi ya kufanya, kwa sababu uh, kama mwisho wa msimu tutamuona ana taji manake kwa usajili ambao amekuwa nao na aina wachezaji ambao wapo Simba bado tutakuwa tunajaji, yani ni sababu gani ambayo imemfanya ashinde kuwa miongoni mwa timu bora kwenye iki ambacho alikuwa nakigombania. Kwa hiyo bado ana kazi ya kufanya, lakini pia hata kwa yanga bado ana kazi kubwa ya kufanya, kwa sababu timu ni kama inamtegemea mchezaji mmoja kuweza kuzishinda mechi kwayo, mungani. Kwa hiyo lazima utengenezwe muunganiko wa kitimu na namna utekelezaji wa majukumu uwanjani. Then, turudi kwenye eh, nini ambacho uko nacho ndani ya uwanja na kinaweza kikawa uh, changamoto kwa mpinzani wako. Bwana, tuhamie huko, turudi huko. Kumekuwa na mazungumzo mengi, mjadala mwingi kwelikweli, kila mmoja anazungumza lake vile anavyoona, na kila mmoja huchambua kile ambacho anachokiona yeye kinafaa kwenye kuchambua. Turudi kwako, mimi na hmm, wewe tuzungumzie swala zima hmm, la mpira hmm, unadhani ni wakati sahihi kwa upande wa Young Africans? kuachana na Roman Force japo kumekuwa kuna kelele nyingi za hapa na pale, ila kila mmoja utakapomsikia anazungumza kwa nafasi yake, pengine labda Roman Force aendelee kubaki, wengine wanasema ni heri atupe mkono wa kwaheri, wengine wanamhusisha kocha mpya wa Madagaskar, lakini za kwangu za ndani zinaniambia kwamba ofa imekataliwa nchini Madagaskar. Yeah, uh, Young Africans ndio wako karibu zaidi na Roman feruz lakini pia wanajua nini ambacho wanakihitaji kwa hiyo uwezo wa kufanya maamuzi ambayo wao wanahisi ni sahihi yako chini ya, ya uongozi wa Young Africans. Lakini mi binafsi ukiniuliza ni kama itakuwa sahihi, uh, sasa, ni nyakati sahihi ama nitakushauri ni nyakati sahihi za Young Africans kuachana na kocha wao kwa sababu hadi uh, hivi sasa kwenye mechi ambazo wamezicheza ni mechi moja pekee ambayo walitoa sare kirudi kwenye Ngao ya Jamii. Lakini unarudi kwenye Lions Sports, alifanya vizuri kwenye mechi zake za mwanzoni, amefanya vizuri, inawezekana kile ambacho kilikuepo msimu uliopita ndo bado kinawatesa mashabiki wa Yanga Africans. Yaani wanatamani e, kuiona ile Yanga Africans ambayo kukufunga goli tano, goli tatu ni jambo la kawaida, lakini hapo hapo wanasahau Yanga Africans hiyo ilikuwa na Stefano Ziki ndani, lakini kulikuwa na Khalidi ya Ujo ambaye ndo alikuwa miongoni mwa engine ya Yanga Africans. Anaamua nyakati gani timu icheze, anaamua nyakati gani timu inashambulia. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo amefanyika na Young Africans wamebeba ile taswira ya msimu uliopita amesimkadhambo imekuwepo, na ndio maana imekuwa bado ikiwatesa. Nafikiri hata ukisikiliza kelele za mashabiki wa Young Africans hawazungumzii kwenye timu kushinda, ni performance ya wachezaji. Sasa ni kitu ambacho kinahitaji pia muda, kwa sababu uwezi ukatengeneza hicho ambacho mashabiki wanakihitaji kwa siku mbili Yaani siku moja, uh, siku mbili kutengeneza hicho ambacho unakihitaji ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini kama wao wataona inafaa kuachana naye na aina, kuna kocha ambaye wanaamini akija atafanya ka, kama uh, Hamdi Miludi na makocha wengine basi ni sawa, lakini kuna namna ambavyo wanatengeneza gepu kwa sababu unavyomleta kocha mwingine maana yake pia anakuja kuanza upya, na kila kocha na mbinu zake. Mfano mzuri Simba ameachana na uh, Falu Davis akapewa nafasi eh, Medi Moroko aisimamie mechi ya Simba. Uliona machaguo ya wachezaji ambao alienda nao, lakini ulikuwa unaona pia kuna utofauti, ambapo uh, Matora anapewa timu kuisimamia, machaguo ambayo alikuwa anayachagua. Kuna nyakati Jansha Lea wa ambendo alikuwa uh, chaguo la kwanza la mwalimu Falu Davis msimu uliopita, ilibidi atokee benchi mbele ya Mols Abraham, kwa hiyo nyakati ambazo unafanya hivyo mashabiki watakupongeza kama timu itashinda, lakini kama timu itapoteza watarudi kukuuliza nini ambacho ulikiona kwa mchezaji huyu kumlinganisha na mchezaji yule. Kwa hiyo yani, itambulike kwamba mashabiki siku zote huwa wanasimamia kwenye positive, huwa waamini sana kwenye negative yani. Na hiyo ndio taswira ambayo imekuwa ikitusumbua kwenye, yani, kwenye ligi yetu kwa sababu tunaamini Simba na Yanga navyoingia kwenye mchezo wote yeye huwa anapewa nafasi kubwa ya kushinda, lakini ingekuwa ni Ulaya inaweza ikawa ni tofauti, hasa wanaenda kucheza na Fulham ama Newcastle, matarajio unakuta naekwa hata kwenye kubeti inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo hiyo taswira ambayo imejengwa kwenye mashabiki wetu ndio imekuwa ikitusumbua, lakini kwangu mimi ukiniuliza, uh, una kocha ambaye tayari ameshajua tabia za asilimia mm. themanini za wachezaji ambao yuko nao mm nakwenda kumleta kocha ambaye inawezekana CV yake ikawa ni bora kule ambako anatokea, lakini akija itabidi aanze kusoma tabia za wachezaji wake upya. Maana yake sitokushauri kuachana na huyo kocha ambaye tayari amefanikiwa kusoma tabia za wachezaji alionao kwa asilimia aidha sabini. Nikimalizia na hili pia, kwa upande wangu, unadhani sajili ambayo imefanywa na Young Africans hususan kwenye eneo zima la kiungo, unadhani imekwenda kuwalipa kiasi gani? unakwenda kumwondoa mtu kama Halidi Aucho ndani ya kikosi , lakini pia vilevile unaenda kumwingiza mchezaji kama Musa Balakonte, as the same, kuna mchezaji mwingine anakuja, anaibuka mtu kama Azizi ya Ndambwile, anakwenda kuadapti vizuri kwenye hilo eneo. Ni sahihi kusema ya kwamba ndani ya kandarasi ambazo zimefanywa na sajili ambazo zimefanywa kwa upande wa Yanga Africans hapa hii sajili haikufanya vile ambavyo walistahili na waliamini, pengine huenda ikaenda kuwalipa zaidi ya vile walivyofikiri. Ya, ni mapema kusema hivyo, lakini kama tutajaji kwenye mechi ambazo zimechezwa bado, Musa Barakonte inawezekana akawa chaguo la pili mbele ya Azizi ya Ndambwile. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho Azizi ya Ndambwile amekuwa kikiofa, na ukumbuke uh, Azizi ya Ndambwile ni mchezaji ambaye alikuwepo msimu uliopita kwa hiyo kuna urahisi wa yeye kuweza kuadapti mfumo wa mwalimu, kwa sababu kwa asilimia kadhaa anafahamiana na baadhi ya wa wachezaji. Kwa hiyo anajua namna ya kuwachezesha na kufanya, kufanya, kufanya vitu vikatokea. Lakini kwa Musa Barakonte inawezekana matarajio ambayo aliwekewa uh, nje ya uh, mashabiki imekuwa ni ngumu kuweza kuyachukua na kuyathibitisha ndani ya uwanja, na ndio maana unaona hadi sasa imekuwa ni ngumu. Lakini kwangu mimi ukiniuliza hata kwa asilimia kubwa usajili wa Young Africans ambao umefanyika msimu huu bado sijaona kama kuna usajili ambao ni hatari sana. Yes, kwa sababu unamtoa, uh, Arasan Kouma and then unaenda kamlinganishe na Stefano Ziki ambaye ameondoka. Utagundua ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kama tutamjaja Arasan Kouma kuweza kuvivaa viatu vya Azizi bado kwa maana Stefano Ziki bado havimtoshi kwa hivi sasa. Yaani atahitaji muda kuweza kudhibitisha hilo lakini unakuja kwenye eneo lingine uh, ni kama... uh, nani we? No, huyu alikuwa anahusishwa na Wydad Casablanca, striker wa Young Africans Clement Mzize, kwenye mechi kadhaa hajacheza, na unaona bado kumekuwa hakuna backup ya kile ambacho alikuwa na kiofa uh, Arasan kwa maana Celesta, ni niyekuwa bado hajawa chaguo sahihi kwenye kile ambacho kocha anakihitaji, na ndio maana unaona imekuwa ni ngumu sana, mbali na kuwa mchezaji ambaye anaonekana ni tishio ukimtazama lakini akiwa na mpira lakini bado anahitaji muda zaidi kuweza kuthibitisha hilo, anahitaji kuona baada ya kuwa amepata muda wa kupumzika, inawezekana na nyakati ambazo kocha anazitumia vizuri kuweza kuandaa wachezaji wake, kwa sababu inawezekana pre-season haikuwa bora sana kwa maana ya kile ambacho walielekezana wali hadi visasa bado akijazaa matunda, lakini kama atarejea na kuanza kutoa kitu bora Uh, itakuwa ni jambo zuri, lakini kwa asilimia kubwa sana, hata kwenye usajili ambao umefanyika bado haujamlipa Young Africans. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana hata kuweza kumlaumu mwalimu aliyakuwa, hata usajili wenyewe bado haujawalipa otherwise. Mimi ukiniuliza, ni labda wamchukue Miguel Gamonde ambaye amewahi kuifundisha Young Africans na anajua uh, tabia za baadhi ya wachezaji wa Young Africans, kwa hiyo kuliko kwenda kumchukua kocha kutoka nje ya Tanzania ambaye hajawahi kuijua ligi yetu kwa undani, ni bora ukamleta kocha ambaye aidha amewahi kupita. Uh, inawezekana ikawa ni rahisi zaidi kuweza kupata kile ambacho unakihitaji. Shukrani sana kaka, nikushukuru sana asante. Asante.